Unapoona alama hii kwa jicho la kawaida unaweza kuona ni alama ambayo haina maana yoyote kabisa, lakini kwenye jicho la kamera au kwenye jicho la scanning, hii ni alama ambayo inaweza kukufikisha kwenye mtandao au kwenye huduma kwa haraka sana. Hii inaitwa QR. QR kirefu chake ni quick response, kitu ambacho kinakupa majibu kwa haraka. Kivipi? Kwenye hii QR kuna taarifa nyingi zimekusanywa humo taarifa ambazo labda zina maneno kuanzia elfu saba elfu nane yanakusanywa kwenye kitu kimoja, kwenye QR na ukiscan, unapata taarifa zote au majibu ya haraka sana. Hiyo ndio inaitwa QR, quick response. Ikoje na imetengenezwa vipi? Kuna siri gani kwenye hii? Kwenye video hii ya leo nitakwenda kuichambua QR kiundani zaidi, ili ujue kipi kilichomo kwenye QR na kwenye video hii ya leo utapata majibu. Je, yeah, QR ni salama au ni kubahatisha? QR tafsiri nyingine, unaweza kutafsiri kwa Kiswahili cha haraka, hii ni lugha ambayo inasomwa na kamera au scan, lakini binadamu hawezi kuisoma. Maanake nini lugha hii? We binadamu kwa kuangalia kwa macho huwezi kujua kilichomo ndani, lakini kamera au scanning, linaposkaniwa inaona na inafahamu. Kwenye QR kuna module za data ni nini? Ni kama vile vizuizi ambavyo vinahifadhi taarifa. Lakini QR hivyo hivyo ina kitu pale ndani yake kinaitwa finder pattern. Hii finder pattern ni kama macho ambayo hurahisisha usomaji na utambuzi wa scan. Kwa vile QR ina vitu vingi, imewekewa kitu kinaitwa separators. Separators hutenganisha zile alama baina alama hii na alama hii, lakini chengine cha nne ambacho kimo kwenye QR eneo jeupe ambalo limezunguka ile QR code. Nazungumzia bakigraundi yote, yani ile eneo la nje. Hii nao pia ni muhimu sana kwenye QR au kwenye skaning kusoma. Hata hivyo, kwenye QR -a, kuna kitu kinaitwa alignment markers. Hizi nazo zinasaidia ile scanning kuisoma QR kwa haraka sana. Na mwisho pia kuna error correction. Hii inasaidia, kwa mfano ile QR imeharibika, ime labda imekatika au imechafuka ime kwa asilimia mpaka 30, bado haija athiri QR hiyo isisomeke. Hivi vitu vyote vina maana yake wakati unaposcan scan ndo inavisoma vitu hivi na inavitofautisha ili kupata taarifa sahihi. Lakini kumbuka kwanza, kile ki QR kimoja unachokiona kina uwezo wa kuhifadhi tarakimu elfu saba na kitu. Ukiangalia kwa macho ya kawaida QR utaiona ni ndogo, lakini imehifadhi vitu vingi sana. Swali linabaki, je, QR ni salama? Sio kila QR unayoskani kwamba ni salama, hakuna hatari kubwa. Inaweza kukupeleka kwenye mtandao sio? Mtu anaweza akatengeneza QR code na akaiweka karibu na ile eneo. Kwa mfano, uko zako hoteli, akatengeneza QR kodi akaiweka pale wewe, okay, ukaenda ukaskani, kumbe ile QR code siyo sahihi, ya ule mgahawa au ile huduma au muda mwingine kwenye mambo haya yalipa kwa simu, mtu anaweza kutengeneza QR code akaenda akaibandika pale, ukibonyeza unafanya malipo, kumbe yule siye ambaye mwenye ile QR code. Ile QR code ikawa ni feki au ni ya kudanganya. Wizi wa aina hii unafanyika, inawekwa QR code, ukiweka QR code una scan moja kwa moja, na ukiskani pengine inakupeleka moja kwa moja, ingiza kiasi haikupeleki kwamba unataka kulipa mtandao gani na inakupeleka ingiza kiasi. Kwa hiyo wewe kwa vile umeshatumia utaingiza kiasi, weka nini, pesa imetoka. Hata baadaye ye unakuja kuangalia kumbe QR code ile ilikuwa sio sahihi. Kuna mtu kachukua QR code kakubandikia tu pale na ukaenda ukajiachia, kumbe sio QR code sahihi. La msingi unapo scan QR code hakikisha, je unamlipa ni mtu sahihi. Sasa vipi ufanye uepukane na hatari kama hizi? Usiscan kila QR code unaoiona. Sio umepita barabarani umeona QR code unascan, umepita wapi QR code unascan. Wengine hutumia ujanja, wanakuambia free wifi alafu chini wameka QR code, ukiscan umeenda na maji. Kitu cha pili unapo scan, ukisha scan ikija pale iangalie ah, hii ndiyo sahihi. Ikiwa ndio sahihi, ndiyo uende huko. Lakini nyengine kubwa zaidi zaidi, usiskani QR code zilizopandikizwa. Kwa mfano, umefika kwa wakala au kwa mtoa huduma ukakuta kuna QR code, halafu juu kumeandikwa tuna QR code nyingine karatasi kama mbili au tatu, hizo usiskani, ujue kuna namna hapo. Kwa sababu kwa nini ile QR code ya kwanza ikabandikiwa nyingine? Huu ni ujanja. Na unatumika sana kutapeli watu. Hii ni Alzenjbary Teknolojia, kazi yangu ile ile kukwambia mambo ambayo kambia. Ikiwa ndo kwa mara kunazonaangala video hii, usisahau subscribe na kama na swali lolote, njo sehemu ya komenti. Bye.